Mpaka kwa boma ya Raila Amolo Odinga na nilikuwa nimesikia Rigathi Gashagwa anakuja huko na nikasema ninaenda huko uko na uko. Bahati sana Rigathi Gashagwa hukukuja huko, maana nilienda huko kwa sababu nilijua unakuja na Kalonzo uko, na bahati ulijitetea na ng'ombe mia moja. Kama ungejitetea ile mbio ungekimbia au ungeaijua. Kwa hivyo mi nataka niseme hivi, nataka niseme hivi, hii mchezo ya kuchezeana imeisha na imeisha na mimi nataka nikwambie Kalonzo Mosioka, jana umelete pale kipindi unapatia Raila Junior ati unampatia ati unampatia mshale ati sijui unapa... wacha tukwambie Kalonzo Mosioka, hiyo ni kipindi ulipeleka hata ubebe ng'ombe hata hizo ng'ombe mia moja upeleke hata utoe zingine Matu, utoe zingine Machakos, utoe zingine Kitui, utoe zingine kila mahali. Sisi musimamo wetu ni broad based, sisi tuko ndani ya serikali. Na mimi nakwambia Kalonzo Musyoka, unaona vile unaona unaona vile vibaraka vyako vinapiga nduru hapa, hivyo ni vibaraka vyako. Kwa hivyo mimi nakwambia Kalonzo Musyoka, 207 Kalonzo Musyoka 207 Ulituacha kwa njia ukaenda, Kibaki akakuweka vice president. Wakenya walikufa, nyumba zilichomwa. Nyumba zilichomwa, mali iliporwa kwa sababu yako, Kalonzo Musyoka. Maana ulikuwa na sisi safari moja, na ukabaki umetoroka safari yetu. Mimi wacha nikwambie, Kalonzo Musyoka, kama unasema ulikuwa rafiki ya Raila Amolo Odinga, haungetoroka njiani. Wacha kukua pretender saa hii. Mumeona Raila Amolo Odinga amekufa, ati sasa munajaribu kujifanya wazuri. Hakuna mali uzuri wowote, Kalonzo uko naye. Kalonzo ni ule, ule tu mwenye aliimba akasema sisi ni wale wale. Ndo huyo Kalonzo, hao ni wale wale tu ambaye saa hii wanatafuta kugawanya jamii ya Nyanza, wanatafuta njia ya kugawanya jamii ya Nyanza. Na mimi nakuambia Kalonzo Mosioka, ile kitu ambayo iko you like it or not hakuna mtu wa jamii ya Nyanza atakupigia kura. Hiyo hiyo kipindi mlikuwa mnapiga na Orengo, Orengo peke yake ndo atakupigia kura huyo, ndo atakupigia kura peke yake. Hakuna mahali sisi tunaweza fuata Orengo maana ingekuwa Kalonzo Mosioka, wewe ni mtu ulipenda Raila tuoseve, na ungeacha Raila kwa njia wewe ulikuwa unataka kila mahara, tunaanza kutongoza kama mwanamke ndo ukuje kondoo, ndo ukuje uungane na sisi. Na sisi tunasema hivi hii wakati hii wakati haturudi nyuma. Kalonzo Musyoka tunakuambia, saa hii ninaona, ninaona saa hii mumesha gawana, na mimi nauliza watu wa ODM watu wa ODM nataka niwaulize kama ule mtu wa shares ambaye nilikazi kashagwa amechukua 50% na tembe amechukua 15% Eh, tunaona Eugene Wamalwa amechukua 15%. Tunaona tukiangalia wengine wote mimi nauliza sasa, wewe mtu wa ODM utaingiza wapi kichwa kwa opposition? Utaingiza wapi kichwa kama vice president ndio yule ameshagawana? Wacha nikwambie, Orengo, wacha kudanganya watu wa ODM, usiwadanganye. Serikali saa hii ameshagawana. Rigathi Gachagua mtu washasa amechukua 50%. Mimi nashangaa na Rigathi Gachagua, wacha niwaambie, niwambia, Rigathi Gachagua ni mbinafsi sana, ni mbinafsi. Kama Rigathi Gachagua anachukua 50%, au wengine Natembea alikuwa anazunguka Western akisema ati yao ati, ati Mudavadi, Mudavadi na Wetangula wamepewa 30%. Mimi nauliza saa hii ukiangalia, ukiangalia Natembea amepewa 15%, Eugene wa Malwa amepatiwa 15%. Wacha niwaambie, Western Western tuko tukona kaunti ngapi? Tano. Kakamega, tujaiona hapo. Busia kwetu, tujaiona hapo. Tumeona Transoia, Transoia, imetoka Natembea imetoka, imetoka, imetoka Yujini wa Malwa. Ukiangalia nini, Natembea yeye yeah, anapatiwa vice, Yujini wa Malwa anapatiwa spika. Nauliza, kwani Busia sisi si watu? Kakamega ambaye ni kaunti kubwa inashinda hata Kiambu, hapo hakuna watu, hakuna watu hapo? Tuache kudanganyana bwana, mimi naambia watu wa ODM, hii ni wakati tusimame imara, tusikubali maana serikali iko shagawanywa mimi nasema Baba Raila Molo Odinga, hata akiwapa kwa mchanga na spiriti yake bado inatembea, anajua watoto wangu niliowaacha kwa broad base. kwa hivyo mkikuja kudanganywa na wakora wawili watatu hapa nje, mtu kama Rigathi Gachagua, mtu muoga mwanaume muoga mwanaume jike. Rigathi Gachagua ni mwanaume jike, mbona amekataa kwenda huko? Kwa sababu anajua, Rigathi Gachagua ndio alikuwa anatukana Raila, Rigathi Gachagua ame, ametishia Raila mara ngapi? mpaka anasema sijui Raila Rigathi Gashagwa, usifikiri hiyo kitu inaisha kwa, kwa moyo. Na mimi nilisema hapa na siogopi kusema, adui ya Raila Amolo Odinga hata Raila akiwapoka mchanga, adui ya Raila Amolo Odinga ni Rigathi Gashagwa, sio watu wa mlima, ni Rigathi Gashagwa, sio watu wa mlima, ni Rigathi Gashagwa ndio adui mkubwa wa Raila Amolo Odinga, maana wakati Rigathi Gashagwa akiwa akiwa deputy president alikuwa amekea Raila mitego Rigaze Kashakwa, tukaona mpaka kuna klipu alicheza ilichezwa, wanasema hata huu mutu anataka tumalizane naye aenda akiendanga. Sasa hiyo ndoyo ameshaenda, unamtafutia nini? Unabeba kondoo za uru Kinyatta ndio unaenda kujiosha nasho, nazo huko. Mimi wacha niseme hivi, Rigaze Kashakwa, nakwambia jana ungekuja Bondo. Jana nimekuwa pale Bondo na kikosi yangu. I'm telling the truth. I'm telling the truth. Ungejua jina heart of the lion. Ungejua jina heart of <laughs> the lion. Kuitwa roho ya simba si rahisi, na nimeshika zile simba zote, zile simba zote nimeziona pale papa. Pale kwa mgoma ya ukingo dinga, enda uziangalie hizo simba zina simbolizi jina yangu heart of the lion. Kwa hivyo mimi nakuambia Ricardo, uko uko na bahati. Ungejua kwa umbwa ni nje na ungejua kwa malaya ni kwa baa, ungejua kwa hivyo. Mi nataka niseme hivi nikimalizia, nataka nimalizie nikisema hivi. Nimeona Ruth Odinga, Ruth Odinga, tunakujua wewe, ulikuwa ulikuwa agene sana Raila. Hata wakati wakati ma MCA wameenda kuokoa Sakaja, Ruth Odinga uliongea vibaya, Raila akiwa bado yuko hai, na tunakujua Ruth Odinga, wewe haujawahi endana njia moja na Raila Amolo Odinga hata saa hii Raila saa hii Raila aliacha watu ra kwa serikali, wewe ndio ulianza kusema tusiishi tukimba tu tam. Wacha niwaambie hii na inawaambia for free nice. Wewe kama unajua wewe ni mtu una support one term, my dear friend, uchunge usikufa na ile ugonjwa ya nini 2027, maana mheshimiwa rais Ruto anarudi, na ukitaka kujua ishara ya Ruto kurudi, angalia Tanzania, Samia Suluhu si amerudi? Si wakenya walitoka hapa, si walienda ndio waliandamana kwa boda? Mkasahau, mnaharibia wakenya wengine. Saa hii wakenya wanafukuzwa huko ni kama inzi kwa choo, wanafukuzwa kwa sababu gani? Tabia zetu sisi hapa wakenya kwa mtandao tunaanza kwenda kutishia, na tumesahau ndugu zetu na dada zetu wanafanya pale kazi. Tumesababisha ndugu zetu na dada zetu wamepoteza kazi kwa sababu tunaanza kutukana kule rais wa huko kule. Kuna sheria zao, hata mdabadi alisema ukienda nchi ingine jua iko na sheria tofauti na nchi yako. Kwa hivyo saa hii mimi <coughs> nasema wakenya wenye uko Tanzania, mulaumu wakenya wenyu, muwalaumu, msilaumu rais. Nini suluhu? Na nikimalizia, mtu mwenye akona final mwenye atafanya wakenya wasifukuzwe Tanzania ni Mheshimiwa Rais Ruto. Mkotae, mukubali, mtampigia magoti huyu Ruto, mtampigia magoti kumi bila break. Thank you.